Mimi, mimi, mimi eh, Heavyweight, kwa namna ulivyozungumza, naomba nikuhamishe, huko nikupeleke kwenye moja kati ya timu ambayo inapatikana eh, Sudan a watu eh, wanaaminika kuwa na asili ya Kiarabu licha ya kuwa ngozi zao eh, zinafanania na za kwetu sisi, inapatikana timu inaitwa Al-Hilali Omdurmani kuna nyota ambaye tulimuona e, machachari kweli kweli na ni hatari e, unapomtazama akiwa kiwanjani mm, akiwa chini ya Florent Ibenge e, Girumugisha ni moja ya jina ambalo walikuwa wakilifananisha na asili ya kabila la Kihaya ambayo tupo nalo hapa si Tanzania. E, natamani tu tumzungumzie ni mchezaji wa aina gani na unamuona eh, anaweza kufiti kwenye moja kati ya vilabu ambavyo vinapatikana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani kwa hawa wandewa wawili baina ya Simba Sports ama Young Africans, kwa jinsi ambavyo wewe umempitia mchezaji. ah, of course, kwanza ni kuambie jambo moja kwa sababu hapa sasa tunarudi kwenye mambo ya msingi si. Tumetoka kwenye hayo mambo ya siasa za wazee wazee, vijana na nini nakuja kwenye mambo ya msingi. Ni kwamba huyu mchezaji by the way, eh, uh, anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Simba, twende straight anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Simba, ya Simba Sports Club. Na hii uh, naweza nikasema dili linaweza likafanyika, kwa sababu uh, Simba ina maelewano mazuri na Al Hilal Al Omduman, lakini vile vile matajiri wa Simba pamoja na matajiri wa Al Hilal mm -hmm wana maelewano mazuri ya kibiashara pamoja na kimpira. Kwa hiyo automatically wanaweza kukaa meza moja na kuweza kuzungumza. Na miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi kutoka Alhilal kuja Simba Sports Club karibuni ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, umenielewa Ngoma. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo pale. Sasa huyu mchezaji, ili ni kujibu swali lako, kama je, ana fit au hafit ni tuta, unajua mara nyingi mimi nimekuwa nikitoa advice kwenye mambo ya usajili kwa sababu e, e, eneo la usajili ni eneo nyeti sana, mm. kwa hiyo huwa napenda sana kutoa zile insights mchezaji alivyo na vitu kama hivyo. Kuna vitu vingi ambavyo unabidi umpime mchezaji na miongoni mwa vitu ni pamoja na kumwangalia kwanza huyu mchezaji ni wa aina gani, uh, performance yake ipoje na nini. Naamini kupitia mimi Mwenyezi Mungu atajalia watu wataweza kumjua kwa undani huyu Jean Claude mm. Girumugisha ambaye ni by the way, ni nyota raia wa Burundi, manake ni majirani zetu. Ana umri wa miaka 20, bado ni kijana mdogo yeah. Of course alijiunga na Al Hilal Septemba mwaka 2023, akitokea katika timu moja inaitwa Magara Young Boys. Hii Magara Young Boys yalikuwa nayo kwa muda mrefu by the way, toka ina inashiriki ligi daraja la pili menelewa akaisaidia kupanda mpaka ligi kuu msimu wa 2022 23, na by the way, kabla ya kupanda msimu wa nyuma wa mwisho katika ligi daraja la kwanza before kupanda alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka, si umenielewa? Maana yake alikuwa na performance nzuri, na kwenye debut yake katika Primus, eh, Primus League, maana yake ligi ya Burundi, ilikuwa anadhaminiwa na, na eh, kinywaji cha Primus, ni bia Primus League aliweza ku kufanya mabalaa mazito, by the way, umenielewa? Aliweza kufunga hat-trick katika mchezo wa pili tu wa ligi kwenye debut yake. Mchezo wa kwanza akafunga, mchezo wa pili wa ligi akafunga hat trick. Ilikuwa ni dhidi ya Itogo Top Juniors eh, na aliweza kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao matano kwa moja. Lakini vile vile haikumchukua muda mrefu kuja kufunga hat trick yake ya pili, ilikuwa ni dhidi ya BS Dynamics ambayo aliweza kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao manne sifuri na kuwa mchezaji wa kwanza na wa pekee kwenye ligi ya Burundi msimu huo kuweza kufunga hat trick mbili. Jambo ambalo liliweza kumsababishia yeye kumaliza katika nafasi ya pili katika mbio za ufungaji bora akimaliza na mabao kumi na sita menelewa ya na ilikuwa ni mabao mawili tu nyuma ya kinara ambaye ni Alfred Nkurunziza wa Bumamuru ambaye aliweza kumaliza na mabao kumi na nane aliweza uh, kuisaidia ati huyu Bomamuru aliweza kuisaidia timu yake kuweza kutoa ubingwa msimu ule, ndio Bomamuru alikuwa mabingwa, na by the way, performance ile ilimfanya huyu Jean Claude Girumugisha kuweza kuchaguliwa mchezaji bora wa mwaka kwa, yani mchezaji kijana bora wa mwaka, manake best young player of the year. Sijui ndio itakuwa hivyo kwa Kiswahili <laughs> mchezaji bora wa mwaka kijana, best young player of the year msimu ule, manake msimu 2022 23. Kumbuka mabala yote anafanya ayo ni msimu wake wa kwanza ligi kuu before alikuwa anashiriki ligi daraja la kwanza na la pili, huyo ni ligi kuu, umeelewa? Na ilimpa ilikuwa bado kidogo pia ashinde mchezaji bora wa msimu, lakini tu timu yake haikuwa na performance bora, na hivyo tuzo hiyo ilienda kwa kuna jamaa moja tu ah, uh, huyu uh, nani huyu sasa hivi yuko Pamba Jiji huyu Nahimana Shasiri, Nahimana Shasiri ambaye aliweza kufunga uh, mabao 13 lakini ndio aliweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka na, na timu yake ndio ilikuwa Boma Muru ambao ndio nimekwambia walikuwa mabingwa. Sasa hivi yupo Pamba Jiji, mfuatilia alikuwa MVP wa msimu 2022 23. Kwa hiyo huyu Jean Claude Girumugisha alikuwa na balaa balaa zito, na of course haikumchukua muda mrefu sana kuweza kuwa recognized na kuitwa katika timu ya taifa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni Julai 7 ya mwaka 2022 katika michezo ya kufuzu CHAN dhidi ya Djibouti, kocha Gustavo uh, Nyankuru Gustavo Nyankuru aliweza kumjumuisha kwenye kikosi cha nyota thelathini na mbili ambao walikuwa wanajiandaa na michezo ya kufuzu CHAN dhidi ya Djibouti. Na, na, labda nikukumbushe tu kwa msimu huo alikuwa ni mchezaji pekee kutoka Magara Young Boys kuweza kujumuishwa kwenye eh, kikosi hicho. Of course kulikuwa kuna nyota ambao wamejaa kutoka kikosi cha Bumamuru ambao walikuwa mabingwa Flambu, Juina na vilabu vingine, lakini kwa Magara alikuwa ni yeye pekee peke yake kwa sababu ndo kwanza walikuwa wamepanda ligi kuu bana. Jamaa alikuwa na balaa zito. Baadaye akakaa pale mwezi Machi 2023, akapata ofa ya kwenda kufanya trial nchini Dubai huko, lakini ba... yeye yeah, pamoja na Alfred Nkurunzi top scorer, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kufanikiwa u ku... akarudi yeah. Baadaye tukasikia Al Hilal al wamefanikiwa kumnyaka, ilikuwa Septemba 28 ya mwaka 2023. Of course, kwa hiyo debut yake alifanya katika mchezo dhidi ya Petro de Luanda of course katika Champions League na ilikuwa ni uliofanyika katika dimba la Stadio 11 November pale Angola na waliweza kupoteza kwa bao moja sifuri. Alitambulishwa kipindi cha pili by the way na kocha Florent Benge akichukua nafasi ya Yasir Mozambil. Uh, lakini ndio hivyo, kwa bahati mbaya, kikosi chake kiliweza kufungwa kwa bao moja sifuri. Katika baada ya hapo akawa amecheza katika michezo yote sita ya makundi, lakini ndio hivyo, Al-Hilal hawakuwa na msimu mzuri, walishinda mchezo mmoja tu dhidi ya Esperance nyumbani kwa mabao matatu kwa moja. Walikuwa wanacheza katika walikuwa wanacheza Mauritania pale nafikiri. Ya mechi zao za nyumbani walikuwa wanacheza Mauritania na wakashinda kwa mabao matatu kwa moja, mechi zingine walitoa wali sare mechi mbili na wakafungwa mechi tatu, wakashindwa kwenda hatua ya knockout stage, ndio? Basi lakini huyu Jean Claude Girumugisha msimu huu akuweza kufunga bao wala kuasisti kwa, kwa sababu inaeleweka, kwa sababu hawakuwa na ligi yoyote, walikuwa wakicheza kwa walikuwa tu wanacheza michuano hiyo ya, ya ligi ya mabingwa sawa. Msimu wa 2023 inamaanisha 24 25 ambao ndio msimu huu uh, wakatangaza kwamba watacheza katika ligi ya Mauritania sababu ya hawa Sudan kutocheza Al, Al Hilal Omdurman kutocheza ligi msimu uliopita, nafikiri inajulikana, ni kutokana na machafuko yaliokuwa yakitokea kule nchini Sudan. Vita zilikuwa zinaendelea na nini, usalama ulikuwa mdogo eh, kwa hiyo msimu huu wakawa waka wamejisajili pale kushiriki katika ligi ya Mauritania. Ndo waka wamepata utulivu na of course mechi yao ya kwanza ilikuwa dhidi ya Inter Knockshot, ambapo waliweza ku... awali Hilal alicheza na Inter Knockshot by the way, wakaweza kushinda kwa mabao manne sifuri katika mchezo huo eh, Jean Claude eh, Girumugisha aliweza kufunga mabao mawili manake brace na kuweza kuchaguliwa man of, of the match. Match. Of course akaanza mm, kuonyesha makali by the way, kutoka hapo, na ilikuwa ni muda mfupi tutoka alipotoka kufunga bao katika timu yake ya taifa katika michezo ya kufuzu Afcon dhidi ya Malawi, mchezo ukimalizika kwa mabao matatu kwa mawili. Yani katoka timu ya taifa moto, kauleta kwenye ligi, akashinda mabao mawili dhidi ya Inter Nockshot na kuweza kuchaguliwa man of the match, na balaa lake akalihamishia kwenye ligi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, si unaelewa? Yes, akifunga bao lake la kwanza kwenye ligi ya mabingwa dhidi ya TP Mazembe nafikiri ina, inajulikana yo e, aliweza kufunga bao dhidi ya TP Mazembe katika mechi yao ya nyumbani, by the way walikuwa wanacheza pale Mauritania, katika katika, katika katika, katika dimba la Stade Cheikha Ould Boidiya e, inaopatikana katika mji wa Nouakchott. E, aliweza kufunga bao dakika ya tiz, yani dakika za nyongeza zile dakika kama 91 hivi ndio alitia chuma, sababu mechi ilikuwa imetai moja moja akasababisha mechi kawa mbili moja, moja, maana wakashinda. Kumbuka mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Yanga mm, Benjamin Mkapa wakashinda mabao mawili sufuri dhidi ya Mazembe. Jean uj Claude Girumugisha na anatia chuma dakika za nyongeza inakuwa mbili moja. Mechi inayofuatia wanaenda kucheza dhidi ya MC Alger away, wanashinda moja moja bila, umeelewa. Walikuwa wanacheza katika dimba la Stade 5 uh, du Juliet, wakashinda pia moja bila, wakawa wameenda mechi tatu mfululizo huku wanashinda, ikiwa ni kwa mara ya kwanza toka mwaka elfu mbili na saba kushinda mechi tatu za mwanzo za ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchango wa Jean Claude Girumugisha uliweza kuonekana hapo, lakini by the way akaja akafunga tena bao Uh, katika mchezo wa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya MC Alger, of course, aliweza kufunga bao dakika sabini na nane na kuweza kuchomoa, maanake mechi ilikuwa imetai kwenye bao moja suri mpaka dakika sabini na nane kabla ya kufunga, baada ya MC Alger kutangulia kupitia kwa Sofiane Bayazid dakika kama ya tano hivi baadaye, bwana mdogo anakuja eh, of course anapokea pasi kutoka kwa huyu huyu Khadim Diau, fullback wa kushoto, anaingia ana drive ndani, ana attempt inakuwa chuma. Umeelewa maana yake, mzani unakuwa moja moja. Ukijumlisha na zile mechi tatu ambazo walishinda mfululizo, ina maana Al Hilal walikwenda mechi nne mfululizo pasipo kupoteza. Of course ikiwa ni kwa mara ya kwanza toka mwaka elfu mbili kumi na saba wamewahi kufanya hivyo, walishinda mechi moja wakatoa sare, mechi tano mfululizo. Kwa hiyo huyu jamaa mchango wake ukazidi kuonekana hapo. Mm. Sawa eh? Na bao lake dhidi ya TP Mazembe lilimpa li, li, li, li, nafasi ya yeye kuweza kuingia kwenye kikosi bora cha wiki cha CAF akiwa yeye pamoja na beki wakati Usman Diouf. Sawa eh? Yes na kwa kuonyesha performance nzuri sana. Si unanielewa? Na labda ni Umenelewa? Na by the way kama nilivyotoka kukwambia manake walivyoshinda mechi tatu za kwanza pamoja na sare moja ikawapa nafasi ya kufikisha alama kumi na kufanikiwa kufuzu kwenye hatua ya mtoano. Kwa mara ya kwanza toka mwaka 2015. Umenelewa? Mm-hmm. E, ikiwa ni kufuzu kwa mapema zaidi, lakini ni kwa mara ya kwanza toka mwaka 2015, by the way hiyo 15 waliweza kufika nusu finali. Kwa hiyo e, mchango wake ulionekana hapo kwa sababu mwisho siku safari yao ilianza kutamatishwa na klabu ya Al Ahli kwa sababu waliweza kupoteza kwa mabao, kwa kwa bao moja suri katika tai zote mbili, umeelewa? Yes, hiyo ni kwa upande wa uh, alivyokuwa Alhilal pamoja na Burundi, nafikiri nimemwelezea kwa kina. Umemuelezea vizuri ila hmm. Sasa kwa yule aliyekufuatilia anashindwa kuelewa uh, ni mchezaji ambaye anatumika katika eneo gani la kiwanja uh, ni winga, ni striker hapo hmm. Unaweza kwa umewacha watu katikati, yani ni mchezaji ambaye kwa sababu kuna mtu leo ndo anamsikia mm, kwa mara ya kwanza mm, aje kumsikili-kumsikia na maelezo yako, anaweza kamshawishi mm, kwenda kumtazama pia. Yes, of course unajua mm. E, nilikuwa nataka nije huko kwenye eneo la kiufundi, kwa sababu mchezaji mara nyingi ukitaka kumwelezea anacheza wapi na nini, lazima umuelezee kiufundi kwamba ni mchezaji ambaye anacheza hapa naofa hichi na hichi, ndo ilikuwa nakuja, lakini okay. Before sijamalizia kuja hapo, nafikiri nigusie kidogo huu ni, ni national team. Matiro ameitwa timu ya taifa, by the way. Nilikwambia debut yake alipewa na, na Gustavo, ni Ankuru ni, ni, ni uh, ambaye alimpa hiyo debut mwaka 2022 huko, lakini baada ya hapo hata Etienne Ndayiragije amemtumia katika michezo mbalimbali mbali, especially kwenye michezo ya Afcon qualifier, amenielewa walikuwa group grupu elo na alicheza michezo yote sita by the way, na aliweza kufunga bao moja dhidi ya Malawi na nilizungumza katika kupita vita kwangu, lakini ametumika pia kwenye World Cup qualifier 2024 kwa ajili ya kufuzu World Cup qualifier 2026, ya, kwa hiyo ni mchezaji ambaye hata kwenye timu ya taifa ameaminiwa akiwa ni mchezaji mdogo zaidi pamoja pa, yani ku, kuwahi kuaminiwa katika michezo mingi ameshafanya, amesha appearance zaidi ya kumi na ana hilo bao lake moja, lakini pia nilisahau kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji ni captain aliwahi kuwa captain mdogo zaidi kwenye kikosi cha Magara eh, Young Boys ambao ndo alikuwa akicheza huko Burundi. Sasa yeah, yeah, alikuwa ni captain, huyu by the way. Kwa hiyo ni mchezaji fulani mzuri sana umenelewa, lakini ni mchezaji wa aina gani, anacheza wapi? Mm, strength yake iko wapi? Yeah, na vitu kama watu wanataka kusikia. yeah, yeah, yeah, so, of course huyu yeah, kwanza ni mchezaji ambaye anacheza zaidi kwenye namba 11 maana yake winga wa kushoto, lakini vile vile ana mudu vizuri tu kucheza winga wa kulia kwa sababu miongoni mwa strength zake ni pamoja na kutumia miguu yote miwili. Mjomba, huyu jamaa anatumia miguu yote miwili sawa. E, ni mchezaji ambaye pamoja na kucheza winga, unajua mawinga una wanakuwa wanasifika zaidi na unyumbulifu, uwezo wa kuwin 1v1 kasi na nini kwa huyu ni mchezaji aliyokombini skill set zote hizi, ana kasi, ana uwezo mzuri wa kumiliki mpira ukiwa kwenye mguu wake, ana uwezo mzuri kwenye 1v1 na ukikombini vitu vyote hivi, anakuwa ni mchezaji ambaye hashikiki kirahisi na nilikupa mfano katika mchezo ambao aliweza kushinda bao moja ba, ba, aliweza kushinda bao moja of course, kwenye sare ya bao moja kwa moja dhidi ya MC Alja alifanya kazi kubwa sana huyo, umenielewa? Kwa sababu aliweza kupokea mpira kwenye maeneo ya pembeni kama alivyokuambia kutoka kwa fullback huyo Hadim Diaou, na badala ya kudrive mbele kama ambavyo mawinga wingi wamefanya wakijaribu kukimbia kwa, akiona space yeye alimfes beki kwa kuingia ndani, umenelewa, akafanikiwa kumtoka Reda Halaimia ambaye ni fullback wa kulia wa, wa MC Alger na kuingia ndani akiwa na mpira mguuni kwa sababu alivoin kwenye 1v1 dhidi ya Reda Halaimia, eh, ali aliingia ali katika mwelekeo ambao ana uwezo mzuri wa kuliface lango lakini ikiwa nje kidogo ya box kwa dribbling skills zake, sawa eh na uwezo wake mzuri alijisetia mpira katika engo ambayo anaweza kufanya attempt na kuweza kushoot. Kwa hiyo ana uh, uwezo pia mzuri wa kushoot kwa sababu pale aliweza kufunga nje ya box, lakini hata bao lake dhidi ya TP Mazembe aliweza kufunga katika scenario kama hiyo, nelewa, mm, akitoka -hmm. mabeki na kuweza kufanya attempt nje kidogo ya box na kuweza kushoot. Kwa hiyo uwezo wake wa kufanya attempt pamoja na uwezo wake kwenye 1v1 unampa nafasi kubwa sana, eh, kuweza kuwin kwenye, uh, kwenye vita zake, lakini anaweza kukupa ma, ma, ma, machaguo mengi ya kiufundi pamoja na suluhisho pindi ambapo unabanwa na mbinu za mpinzani, kwa sababu makocha wengi hawapendi mchezaji ambaye ana dribble mipira, especially kama asha stick kwenye structure yake ya kiulinzi. Mchezaji ambaye anawatoka toka makazi yake, inakuwa ni rahisi ku distract ile structure ya kiulinzi na kusababisha madhara kwa timu pinzani. Of course bao lake hilo dhidi ya MC Alja liliweza kuchaguliwa bao bora la wiki katika vile visection vi, vya vi, vi, vi, vi CAF kuweza kutoa recognition kwa mabao bora na nini. Lakini by the way, katika mchezo wa kwanza wa, wa, wa, wa robo finali dhidi ya Ahli ambao ulifanyika Aprili 4 mwaka 2024 aliweza kuwin ile ile ile skill skills of the day, kuna ile segment yao ya kafu ile ya skills of the day. Aliweza kumtoka vizuri Muhammad Hanif, fullback wa Al Ahli, alimsumbua vibaya, na baada hapo aliweza kuwin ile skills of the day. Kwa hiyo kafu wenyewe walimpa recognition ya kuonyesha kwamba huyu bwana mdogo ana skills za kutosha. Kwa hiyo nikisema kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kumsumbua defender yoyote Afrika hii. Amenielewa? Ndio. Pamoja na hiyo, kwa sababu Al Ahli ni miongoni mwa timu bora na ina madefenders wazuri, akiwemo nao Muhammad Hani ambaye ana uzoefu mkubwa na yupo Al Ahli kwa muda mrefu eh, kwa sababu alitoka kwenye mizizi ya Ahli pale pale lakini alikutana na balala huyu dogo, na dogo ameyochukua eh, skills of the, uh, skills of the day akimtoka huyu Muhammad Hani na kuweza kuingia ndani ya box na kufanya attempt ambayo ilikuwa blocked na Muhammad El Shanawi. Eh, pengine ingeweza kuwa eh, uh, goal scoring opportunity kubwa zaidi kwa upande wa al ah, kwa Al Hilal sijui umeelewa. Kwa hiyo ni mchezaji wa hivyo, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga chenga, close control. Nikisema close control ni ile aina fulani ya wachezaji ambao wanakokota mpira ukiwa hapo hapo karibu na mguu wake, ndio tunaita close, oh, close control, control. Alafu kuna wale ambao wana dribble mpira dua, wanaukimbiza. Sasa huyu sio wa hivyo, huyu anakimbia na mpira wake mguuni, ukimpa Hana pasi kumbizia. anautuliza ukiwa hauendi mbali. Umeelewa? ana uwezo wa kuwin 1v1, ana uwezo wa kushoot, ana uwezo wa kufanya dribbles, ana uwezo yani, ana uwezo mkubwa. Mm. Skills yake. Umeelewa? Yes, ana uwezo mkubwa sana sana, kwa hiyo ni mchezaji mzuri na by the way kama dili lake litafanikiwa na kutua Simba, kwa sababu ndio timu ambayo inaonesha nia ya kumchukua. Kama dili lake litafanikiwa na kuweza kuchukuliwa na Simba Sports Club, basi probably itakuwa mimi, usajili unaupa tisa chini ya kumi. Na by the way, Al Hilal wamekamilisha usajili wa Jack Diara, uh, Jack Pantelau Diara ambaye ni Mbukinabe, ana uwezo mkubwa sana amefeli try kule Troyes, nasikia, uh, Al Hilal wako kwenye final, di, final, fi, fa, fa, fa, final steps ya kuweza kumchukua. Kwa hiyo kumwachia inaweza ikawa rahisi kwa sababu hata huyu Diara anacheza katika maeneo ambayo Girumugisha na anacheza kwayo, kwa hiyo kwa upande wangu mimi akisajiliwa <laughs> yeah, Mr. Mana, kwa sababu hata aliwahi kufunga hattrick katika mchezo wa kirafiki ambao walicheza Al Hilal, mm, dhidi ya timu moja ya pale pale, nimeisahau kidogo, lakini alifunga mabao matatu ukijumlisha na zile hattrick zake ambazo alizifunga kule Magara Young Boys, unapata picha kwamba huyu akikutana na timu ambayo imeingia kwenye mfumo wake anairusha. Yeah, yeah. Of course anairusha na ile proven goal scoring, uwezo wake wa kufunga amesha prove. Kwa sababu kitendo cha kufunga mabao kumi na sita kwenye debut season kwenye ligi kuu Primus League Burundi, si mchezo ujue kabisa, yeah. Kwa hiyo upande wangu mimi, katika wachezaji wengi ambao nimeenjoy kuelezea ni, ni huyu pamoja na Elim Pans. Okay. Kwa hiyo naona kabisa ni wachezaji ambao nimeenjoy zaidi kuelezea. Yani naona kabisa ni mafundi na kama atasajiliwa basi madefenders wetu, wow, hawa watakutana na kazi kubwa sana. Balaa zito hili. Anaitua Heavyweight Girumugisha, tumemwangazia katika kona zote za uwanja, nini anafanya, faida yake, lakini hatujaeleza sana madhaifu. Tutakuja kueleza kiundani ki dili itakapokamilika, tusiyamalize yote. Tutakuja kueleza kiundani wapi hasa madhaifu ya mchezaji huyo yalipo. Leo tumeeleza strengths <coughs> pamoja na faida ya e, uwepo wake katika uwanja. Mimi hapa naweka nukta. Nilikuwa na heavyweight underscore dulla, unampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Utarambaza nasi katika kila kona mitandao ya kijamii kwa jina la Westport TV otv. Salamu alaykum.